Daktari Emmanuel Nchimbi achukua nafasi yake Samia Suluhu rasmi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na tafadhali kumbuka kusubscribe. Dkt. Emmanuel Nchimbi amechukua nafasi yake Samia Suluhu ini baada wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia kutarajiwa kushiriki katika uzinduzi wa Global African Investment Summit GAIS, ama ukipenda GAIS, sambamba na World Government Summit WGS ya mwaka wa elfu mbili ishirini na sita utakaofanyika Dubai, Falme za Kiarabu UAE, Februari tarehe tatu mwaka ama Februari tarehe tatu hadi tarehe tano mwaka huu. Ushiriki huu ambao ni safari yake ya kwanza rasmi ya kimataifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaweka wazi mwelekeo wa kisiasa na kiuchumi wa serikali mpya, diplomasia inayolenga matokeo, uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na utekelezaji wa diri ya maendeleo ama dira ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050. Kwa kuanza awamu mpya ya uongozi wake katika jukwaa la kimataifa linalokusanya wakuu wa serikali, wawekezaji wakubwa na taasisi za fedha za kimataifa, rais Samia ametuma ujumbe wa wazi wa uthabiti wa mkisiasa, mwendelezo wa sera na dhamira ya kuvutia mitaji ya kimataifa. Huu ni ujumbe unaolenga masoko ya fedha, washirika wa, wa maendeleo na pia wapiga kura wa ndani wanaotarajia matokeo ya haraka katika ajira miundombinu na ukuaji wa uchumi. World Government Summit hufanyika chini akali ya kauli mbiu ya Shaping Future Governments, ikilenga mjadala wa namna serikali zinavyobadilika kukabiliana na changamoto za uchumi wa dunia, teknolojia na utawala bora. Kwa mujibu wa wachambuzi wa sera walionukuliwa na Reuters na BBC News, WGS imekuwa jukwaa muhimu kwa mataifa yanayotafuta kutoanisha sera za kitaifa na mitaji ya kimataifa, hasa katika kipindi cha misukosuko ya kiuchumi na mabadiliko ya kijiografia duniani na kwa Tanzania mazingira ya sasa yana umuhimu wa pekee. Na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, chama tawala CCM kililinda mamlaka yake, lakini pia kilikabiliwa na matarajio mapya kutoka kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa. Ushiriki wa Rais Samia katika WGS na GAIS unaonekana kama mkakati wa kuimarisha imani ya wawekezaji huku ukionyesha kuwa Tanzania inaendelea na sera za uchumi wa soko, mageuzi, uwekezaji wa diplomasia na kiu ya kiuchumi. GAIS ni mpango wa ngazi ya juu na uongozo na na Daktari Akinumi Adesina, rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na kwa mashirika mm -hmm. ama kwa kushirikiana na wadau kima wa kimataifa wa uwekezaji. Lengo lake ni kubadilisha mazungumzo ya kisiasa kuwa mikataba halisi ya uwekezaji. Al Jazeera na The Guardian wamewahi kuripoti kuwa Afrika imekuwa na changamoto ahadi, ama ya ahadi nyingi za uwekezaji zisizotekelezwa, na GAIS inalenga kuvunja msunguko uh, huo wa kuzingatia miradi iliyo tayari kufadhiliwa. Wa Tanzania hili linakuja wakati mwafaka, na serikali imekuwa ikisisitiza miradi ya kimkakati katika nishati, reli, bandari, kilimo, biashara, viwanda na teknolojia ya kidijitali. Kuwasilisha miradi hiyo mbele ya wawekezaji wanaofanya maamuzi ya moja kwa moja kunatoa fursa ya kupata mikataba yenye athari za haraka kiuchumi. Ndani ya CCM uongozi wa Rais Samia umejengwa juu ya misingi ya maridhiano ya ndani na kuimarisha umoja wa chama, baada ya kipindi ama vipindi vya mvutano wa kisiasa. Wachambuzi wa siasa walionukuliwa na The East African wanaeleza kuwa safari hii ya kimataifa ni ishara ya makundi yote ya ndani ya chama, kwa mwelekeo wa serikali umewekewa uwazi, ukuaji wa uchumi kupitia uwekezaji na si siasa za msimamo mikali. Kimya cha upinzani kuhusu safari hii pia ya kina tafsiri yake. Baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikikosoa safari za nje kama matumizi makubwa ya fedha, lakini mazingira ya sasa ya uchumi na ajira ameifanya hoja hiyo iwe dhaifu, na badala yake mjadala umehamia kwenye swali la matokeo. Na je, safari hizi zitaleta ajira au ama na miradi halisi na katika WGS Samia Suluhu anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na viongozi wa UAE pamoja na kukutana wakuu wa taasisi za fedha na wawekezaji wakubwa. Na Tanzania na UAE zina historia ndefu ya ushirikiano wa kiuchumi ikiwemo katika bandari, biashara na nishati. AP News na Daily Nation zimewahi kuandika kuwa UAE ni miongoni mwa wawekezaji wakubwa zaidi wanaopanua uwepo wa Afrika Mashariki. Aidha, ushiriki wa Rais Samia katika jopo la viongozi wa Afrika pamoja na Rais Jao Lourenco wa Angola ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Rais John Dramani Mahama wa Ghana na Rais Daniel Chapo wa Msumbiji unaweka Tanzania katika mstari wa mbele wa mjadala wa mstakabali wa uwekezaji barani Afrika, mada ya mjadala ambao ni Government and the Future of Investment in African. Inalenga kuondoa mtegemezi wa msaada wa kuwekelea ama kuelekea uchumi unaoendeshwa na uwekezaji. Wataalamu wa uchumi wa kisiasa wanasema kuwa mkakati wa Samia unaendana uh, na mabadiliko mapana ya siasa za Afrika, na ripoti za AFDB na tafiti za kitaaluma zinaonyesha kuwa mataifa yanayochanganya utulivu wa kisiasa, sera wazi na za uwekeza uwekezaji, na diplomasia hai hupata faida kubwa katika FDI na kwa mujibu wa chambuzi ama mchambuzi mmoja wa siasa za Afrika aliyezungumzia BBC News kwamba kuonekana kwa Rais Samia katika jukwaa la kimataifa mara moja baada ya uchaguzi ni njia ya kuzuia mashaka ya kisiasa ya kuweka Tanzania kama eneo salama la mitaji kisiasa. Hatua hii ni athari za muda mrefu na, uh, ama mfupi na mrefu. Kwa muda mfupi inaimarisha hadhi ya Rais Samia na kimataifa na kutoa hoja kwa CCM kwamba ina mkakati wa kiuchumi unaoeleweka. Na kwa muda mrefu mafanikio ya kushindwa kwa ahadi za uwekezaji yanaathiri imani ya umma na maandalizi ya uchaguzi ujao na nafasi ya Tanzania katika ushindani wa kikanda. Upinzani unaweza kutumia fursa hii kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mikataba itakayojadiliwa, huku jamii ya kiraia ikisisitiza uwazi na uwajibikaji. Hii inaonyesha mabadiliko ya siasa za Tanzania kuelekea mjadala wa sera na matokeo badala ya kauli. Tanzania imewahi kushiriki majukwaa ya kimataifa kama Davos na mikutano ya Benki ya Dunia, lakini mara nyingi safari hizo zilikuwa za kidiplomasia zaidi kuliko za kibiashara. Tofauti ya sasa ni msitizo wa miradi iliyo tayari na matokeo yanayopimika, na hii inaendana na, hi na mabadiliko ya sera ya nje inayotanguliza diplomasia ya uchumi kama ilivyoainishwa katika sera mpya ya mambo ya nje. Ushiriki wa Rais Samia katika WGS na GAIS ni zaidi ya tukio la kidiplomasia, ni tamko la kisiasa kuhusu mwelekeo wa Tanzania katika miaka ijayo na wanaonufaika ni wale wanaotarajia ajira, wawekezaji wanaotafuta utulivu na serikali inayohitaji matokeo ya haraka. Wanaoweza kupoteza ni wale watakaoshindwa kuendana na kasi ya mageuzi na ushindani wa kimataifa. Hatua zinazofuata zitakuwa utekelezaji wa ahadi, ufuatiliaji wa mikataba na tathmini ya athari zake kwa uchumi wa ndani. Kisiasa, macho yote yatakuwa kwenye swali moja kuu: je, diplomasia ya uwekezaji wa Rais Samia italeta mabadiliko yanayoonekana kwa wananchi wa kawaida? Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe.